Waislamu kote duniani wanaadhimisha msimu wa sikukuu ya Idul Adha inayojulikana pia kama sikukuu ya sadaka ambayo huadhimishwa katika mwezi wa Dhulhija katika kalenda ya Kiislamu. Huu ni, ni mwezi wa kumi na mbili ambao kwamba ndio unafunga mwaka, ikiwa tuko katika siku ambazo kwamba ni zile siku tukufu ambao kwamba ni siku kumi ambao kwamba watu hasa Waislamu wanaenda kutekeleza ibada tukufu ya haji ambao kwamba ni moja katika zile nguzo tano za Kiislamu. Kwa hivyo huu ni katika mwezi ambapo kwamba Waislamu wanatekeleza mmoja katika zile nguzo ambapo kwamba ni muhimu, ambayo ni nguzo ya haji. Wanaenda kutembea au kuhiji katika nyumba ya al-Kaaba na vile vile pia kutembea katika mji wa Madina, ambapo kwamba ni mmoja katika zile nguzo za Kiislamu na ni nguzo ambapo kwamba ni muhimu na ambapo kwamba imesisitizwa katika Qur'an na katika sunna za Mtume sala wa sallam, ya kwamba kila mwenye uwezo kwamba hii ni nguzo, ni wajibu kila Muislamu atekeleze, hasa kwa yule mwenye uwezo kwa yule ambaye kwamba hakuruzukiwa na hakuwa na nguvu haku ya kwenda kutekeleza nguzo kama hii, basi hii wa wajib itakuwa ni kumpungukia yeye, lakini ni siku kwamba ni masiku muhimu na ni mwezi muhimu katika tarehe na historia na kalenda ya Kiislamu. Ni moja ya nyakati tukufu zaidi katika Uislamu ikiashiria kilele cha Hajj na kuadhimisha utiifu wa Nabii Ibrahimu aliyekuwa tayari kumtoa mwanawe kama sadaka kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Historia yake tukiifuata imeanza huko nyuma kwa Nabii Allah Ibrahimu imeanza. Hii ni historia ndefu kwamba iko kwa katika Qur'ani, hata katika vitabu vingine vya Mungu viko kwamba Nabii Allah Ibrahim aliota ya kwamba katika usingizi, aliota kwamba anamchinja mwanawe. Asubuhi alipoamka akamwambia mwanawe, inni ara fil manam inni adbahuka, ay mwanangu jana usiku nimeota. Namwambia mwanawe Ismail ya kwamba jana usiku nimeota mimi nafanya nini, nakuchinja. Na nilikuwa ni katika mwezi kama huu, starehe ilikuwa ni kama hii. Yule mwana, kwa sababu pia ni nabii wa Mungu na mcha Mungu, alimwambia babake, e, Mungu e, babangu, tekeleza ulivyoamrishwa na Mola wako, fanya ulivyoamrishwa, sio vile ulivyoota, fanya ulivyo. Alijua kwamba hii ni amri e, Ibrahim. Akamchukua mwanawe, wakaenda mahali kando, mji, kando ya mji kwa jabali kule, ili afanye nini. Yule mwana alimwambia baba, ukinichinja unilazia juu pengine utaona uso wangu, utanionea huruma. Uwenlaze hivi ufanye nini, unichinje, unichinje. lakini wakati alipoamba alipoamua sasa ataka kumchinja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asema kwamba fafadhainahu bidhibhin adhim, kwamba tukampatia mnyama iliye bora ambaye kwamba yeah. nikondoo yeah. aweze kumchinja kwa kumfidia mwanawe yeah. kwa hivyo kwanzia wakati ikawa ni amri na ni sunna ya Nabii Allah Ibrahim, na kwa sababu sisi kama Waislamu bado tunafuata kizazi na nyenendo za Nabii Allah Ibrahim na Mtume Muhammad alifanyika pale pale ambapo watu wameenda kusanyika, imefanyika hapo hapo Arafa, Arafa. Kwa hivyo bado ile ibada inafanya nini, inaendelea, watu wanaendelea kuhiji. Ndio utapata katika mji wa Maka, unapoenda, kuna mahali panaitwa Makamu Ibrahim, mahali ambapo Nabii Allah Ibrahim alisimama pale pale, ndio kunapatikana. Kuna historia ndefu sana kuhusiana na ibada ya haji. Yeah. Na kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika sasa sisi kama Waislamu kwamba tuko nchi ni Kenya au katika ulimwengu mwingine, kwamba hatuweza kuhiji, lazima tujumuike na wale wenzetu, ni ibada tunafanya huku kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni sunna na ni wajibu na ni sheria, sisi tufanye yale ambayo kwamba yanamridhisha na kumfurahisha Mwenyezi Mungu. Siku kumi za mwanzo za Dhulhijja zinahesabiwa kuwa siku takatifu zaidi, zikiwa zimejawa na ibada, kufunga na dua. Mwaka huu zaidi ya mahujaji milioni mbili wamehudhuria Haj huko Maka, Saudi Arabia. Tukio hili limeonekana kurejea kwa kiwango cha kawaida baada ya miaka iliyopita ya vizuizi vya kiafya. Kenya imepeleka wahujaji 1500 katika Hajj mwaka huu, ikiwa ni mojawapo ya idadi kubwa zaidi katika historia ya hivi karibuni. Miongoni mwao wametoka Kilifi wakiwa na nia ya kutekeleza ibada hiyo, ikiwa ni pamoja na kuligusa jiwe la Alkaaba. Je, Arafa ni nini? Tarehe tisa kwamba tunasema ni siku ya Al-Arafa, ambapo kwamba Waislamu wote ulimwengu mzima waliokusanyika katika mji wa Makkah kwenda kuhiji, wanakusanyika katika uwanja mmoja ambapo kwamba unaitwa Maidanu Arafa. Huu ni uwanja, ni sehemu katika mji wa Makkah ambapo kwamba Waislamu wote wanaenda kukusanyika wale ambao kwamba kwa haji, kwamba takriban watu wasiopunga wasiopungua milioni moja au milioni mbili wanakusanyika wa katika uwanja mmoja ili kutekeleza ibada tukufu mahujaji hukusanyika katika uwanja wa Arafa, wakisimama katika dua na ibada kuanzia mchana hadi jua linapozama. Hii ni siku ya msamaha, rehema na upya wa kiroho. Ukicha wanafanyaje? Wanaf, wana, kabla kula ama baada ya yani kukicha, sasa kumekucha, sasa ni idi baada ya Arafa ishaisha Arafa kili siku ya pili, ambayo tunasema ni siku ya idi. Ni sunna katika inavyopendekezwa katika sheria ya Kiislamu ukishaamka usinywe chochote wala usile chochote, uende kukusanyika katika mahali pa kutekelezwa ibada, hasa ikiwa itawezekana. Ni sunna watu waswali katika kawanda au uwanjani, watu waislamu wote wakusanyika katika uwanja waweze kuswali swala ya idi. Ndio sasa unaruhusiwa kufungua kanwa au kula, tofauti na idi ile nyingine ambayo ni ya Ramadhani ambayo kwamba ni sunna ule ndio uende kuswali. Kufunga katika siku ya arfa kunapendekezwa sana. Huu mwezi mzima ni mwezi wa ibada, hasa hizi siku kumi. Ina watu wanasisitizwa si, kwamba kuanzia siku ya kwanza unaweza kufunga sunna ili kuungana na wale waliokwenda kwa hiji, lakini ikasisitizwa zaidi inapofika ile siku ya tisa ambao kwamba ni siku ya Arafa. Watu wanakusanyika katika uwanja wa Arafa, Waislamu waweze kufunga saum kushirikiana na wale wenzetu walioko kule. Baada ya sala Idi, Waislamu wanashiriki katika kutoa sadaka ya mnyama inayojulikana kama kurbani, kugawana nyama kwa familia, marafiki na wenye uhitaji, kutembeleana na kubadilishana zawadi, matendo ya hisani, kusaidia wale wenye mahitaji. Tunaambiwa kwamba Waislamu ni sunna tena Sunna ziko tofauti tofauti, lakini tunaambia kwamba ni sunna muakkada, sunna iliyotiliwa mkazo zaidi, iliyokokotewa, kwamba kila atakayeruzukiwa na atakuwa na uwezo aweze kuchinja katika hizi siku, ambapo kama ni siku za Eid. Siku kama una uwezo ni kama vile unavyo uwezo wa kwenda kuhiji, basi una uwezo wa kupata kuchinja, ni wewe ni mwenye kuchinja. Wanyama wanaotolewa sadaka ni kondoo, mbuzi, ng'ombe na ngamia. Wanyama mbo kwamba wamependekezwa na sheria kuchinjwa kwanza kabisa kwa yule mwenye uwezo zaidi aweze kuchinja ngamia. Ngamia moja kama shilingi ngapi? Ngamia moja tunaweza kusema pengine takriban laki mbili au laki tatu. Kwa hivyo kwa yule mwenye uwezo achinje ngamia huku ruzukiwa. Huna nguvu ya kuchinja ngamia, basi tafuta ng'ombe. Ng'ombe ng'ombe kama shilingi ngapi? Kadri ya uwezo wako. He, lakini ng'ombe mwenye hao wanyama wenyewe pia wako na masharti, kwa mfano tumesema ni ngamia <tutu> sio kila ngamia unaweza kuchinja uh -huh. ngamia sharti nasema kwamba yule ngamia atakayechinjwa umri wake sio chini ya miaka mitano uh -huh. Ikiwa bado ni wa miaka minne hajastahili kuchinjwa kwa sababu ya Arafa, <tutu> au kwa sababu ya Eid, uh -huh. Kwa sababu ya kutekeleza hii sheria. Kwa hivyo lazima awe ni ngamia ambaye amefikisha umri wa miaka mitano na kuendelea. Haya, alafu ni ngombe. Kwa maana tukifika kwa ngombe, ngombe naye awe ambaye kwamba amefikisha umri wa miaka miwili iwe ni tena, inapendekezwa kwamba awe ni mfahali fahali s yes. Ikiwa basi bidi umekosa kosa, uchinji wa kike, lakini inapendekezwa ngombe dume amekwamba ana umri wa miaka miwili. Ehe, alafu mekosa, kuna ngombe, huna uwezo yeah. Basi Mwenyezi Mungu amekuruzuku, chinja mbuzi yeah. Mbuzi naye sharti yake ni kwamba tunasema kwamba inapendekezwa mbuzi awe ni wa kiume na umri wake asipungue mwaka mmoja mbuzi mbuzi wa mwisho huyu wa mwisho wa ni kondoo kondoo kondo, naye inapendekezwa kwamba vile vile we ni wa kiume, lakini masharti ni yale yale, umri usipungue miaka, mwaka mmoja pia ikizidi basi mekosa kosa na hali zao. Nimesikia watu wakisema hali zao tena wawe He. wako sawa sawa kabisa. Tunaambiwa katika sheria wanyama hao lazima wawe kwanza wako katika hali nzuri ya kiafya He. hali nzuri ya kiafya, tumesema kondoo ule mdogo zaidi au ni wa miezi sita akiwa chini hapo afae kuchinjwa. Na wanyama hawa tunasema katika sheria lazima wawe ni wanyama ambao kwamba wako afi wako sawa kiafya kwanza. Pili, wanyama hawa pia wasiwe ni wanyama ambao kwamba wako na kasoro. Ibada hii huwakumbusha Waislamu umuhimu wa kujitolea na ukarimu, kwa sababu yule atakayechinja mnyama yule atakayemchinja atamla yeye, ataganyia marafiki, ataganyia na majirani na maskini na mayatima, ndio masharti kwamba umechinja basi ni wako peke yako, ah yeah. Sasa huu mji wetu wa Kilifi hapa, ama Kilifi county, hapa hapa mji wa Kilifi kwanza, kunachinjwa ngamia, kuna watu wana uwezo wa kuchinja ngamia uh, kwa hakika mji wetu wa Kilifi bado, tukwana... mdogo hatua mdogo, hatujakuwa na watu wana uwezo wa kuchinja ngamia yeah. Kwa hivyo uwezo wetu umeanzia ng'ombe, mbuzi na kondoo, lakini kuku hachinji kuku, hawamo katika hesabu ya kuchinjwa kuku hayumo katika hesabu ya kuchinjwa, ni wanyama maalum ambao wameratibishwa kwa shughuli hii. Haya basi, ndio hivyo shughuli ya baada ya swala, watu ndio hivyo, wanatawanyika wanaenda kuchinja kwa ajili ya yes, sikukuu hii ya Idul Adha. nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM Ladha ya Pwani.